Kwa, ikiwa ni kona ya kwanza katika mchezo huu, nazungusha ule mpira ndani kwenye nafasi ya Zahed ile kiasi yeah. Ndani Rushain Deroik anaofungua msimu kwa wekundu wa Msimbazi. kona safi kabisa, Jean Sherawa anakwenda juu, akitazama kwa macho yote mawili ule mpira pasi ya Ivory Coast inamalizwa vyema kabisa na Msauzi kwa heda, lakini Selemani Matola anahitaji zaidi na zaidi kwa wachezaji wake. Mlinzi bora South Africa 1920 alitazama mchezo akatazama mpira akazungusha kichwa na kupeleka mbali kabisa kwa Fadhili Kisunga. Simba moja mapema kabisa wanakwenda kutangulia. Alikuwa huru, alizungusha tu kichwa chake kiwele, mpira ambao anakwenda kupokelewa kwenye net. Rushen Deroik ndiyo jina ambalo linasoma kwenye jezi yake, jina ambalo litaandikwa kwenye vitabu vya wekundu wa Msimbazi. Msimu mpya ulifunguliwa na mlinzi wa kati Shomari Kapombe. Jean Shalawa anatikiwa, Shomari Kapombe, Lamela anakwenda kuweka mguu lakini awai tena kinaondosha Jackson Shiga. Kagoma ameingia tena, Yusuf Kagoma, Kagoma Yusuf anamtengea kwenye nafasi ya wa! <coughs> lia huku na simulia, muda utoshi. Fountain Gate hawaamini ambacho wanakiona, wa anaendelea pale alipoishia msimu ulomalizika wakati ambao elimu panzu kibisa wala akiongoza kile ambacho kinafanyika, jahazi linazidi kuzama kwa Fountain Gate. Bao la pili Simba Sports Club, asisti ni ya Yusuf Kagoma. Aliweka mwili, lakini akuziba mpira, akaingia Yusuf Kagoma the Terminator katikati, akatazama mpira, akamtengea Jansha Laawa na akaandika bao la pili alipita katikati yao kama anakwenda Galilaya. Yusuf Kagoma akatazama wapya, aweke mpira akamuona Jans alawaa kwenye teleskopi yake, mpira ambao unakwamisha kwa bao la pili na Simba Sports Club na rushenreek wameanza kuwa nafupi. Eli Mpanzu, eli anaingia mwenyewe. Mpanzu anaweka pasi ya chini chini kwenye nafasi so -oh! Ule mdundu wa ngoma mliotaka kuusikia, ngozi yake sasa imewambwa. Simba mweusi Jonathan Soa anaandika bao la tatu kwa Simba, lakini bao la kwanza kwake yeye. Anafungua kaunti ya mabao katika mechi rasmi za wekundu wa Msimbazi. Alichekecha hekataristi alimpanzo, ikamkuta Jonathan Soa kwenye nafasi akaikamilisha mission yake, mission accomplished kwa Jonathan Soa, bao la kwanza kwa upande wake yeye, lakini chuma cha tatu kwa Simba. Simba mweusi anaweka wino mwekundu kwenye maumivu, kwenye kidonda cha Fountain Gate. Tulieni, ndio namna ambavyo